Kwa upande wa muda imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka redio kwizera FM, msomaji ni Zawadi Bashemela, na kwanza ni muhutasari wake. Makamu wa rais Dr Philip Mpango na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete leo wameshiriki kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Odinga katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Wakimbizi wa Burundi wanaoishi kambi ya wakimbizi Nduta wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kurejea nchini mwao kwa kuwa ulinzi na usalama vimeimarishwa. Na watu elfu saba wameripotiwa kuathiriwa na matumizi ya madawa ya kulevya nchini Burundi katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia Septemba mwaka 2022 hadi Septemba mwaka huu. Habari kamili Nairobi. Makamu wa Raisi wa Tanzania Dr. Philip Mpango, pamoja na Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, leo wameungana na viongozi mbalimbali duniani kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Odinga katika ibada ya kitaifa iliyoandaliwa katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Wakiwa sehemu ya ujumbe rasmi kutoka Tanzania, viongozi hao wameelezea masikitiko yao ya kuondokewa na mmoja wa wana mapambano mashuhuri wa Afrika wakimtaja Raila kama mwanasiasa shupavu, mzalendo wa kweli, na nguvu ya demokrasia barani Afrika. Awali makamu wa rais Dr. Mpango ametoa salamu za pole kwa familia ya Raila, serikali na wananchi wa Kenya kwa niaba ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wananchi wa Tanzania na akisema Afrika imepoteza kiongozi wa kizazi cha mabadiliko. Viongozi hao wameungana na maelfu ya wananchi waliofurika uwanjani kutoa heshima zao za mwisho, huku maandalizi ya safari ya mwisho ya Raila kuelekea kijijini kwake Bondo yakiendelea. Mazishi maziko ya kitaifa yanatarajiwa kufanyika kesho Jumamosi, Oktoba 19 Kibondo. Balozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma Bwana Jeremia Kekanwa amewataka wakimbizi wa Burundi wanaoishi kambi ya wakimbizi Nduta iliyopo wilayani Kibondo kurejea nchini mwao kwa kuwa ulinzi na usalama katika nchi hiyo umeimarika. Balozi Kekanwa ametoa wito huo wakati akizungumza na wakimbizi raia wa Burundi katika kambi ya Nduta ikiwa ni mwendelezo wa kuhamasisha wakimbizi hao kurejea katika nchi yao kwa hiari. Amesema kwa kiasi kikubwa serikali ya Burundi imeimarisha usalama na kurejesha miundombinu iliyoharibika wakati wa vita na kwamba zaidi ya wa wakimbizi elfu themanini waliokuwa wakiishi mkoani Kigoma wamerejea Burundi kwa hiari na maisha yao yanaendelea ya kuimarika. Kwa upande wao, baadhi ya wa wakimbizi wa Burundi katika kambi ya Nduta wamesema wapo tayari kurejea nchini mwao kwa hiari na kuiomba serikali ya Tanzania na mashirika mengine kuongeza kasi ya kuwarejesha pamoja na misaada muhimu ya binadamu wakati wa zoezi hilo. Geita zaidi ya wakulima mia moja wanatarajiwa kunufaika na mradi wa uchimbaji visima 36 katika kijiji cha Mwilima mkoani Geita ambapo visima hivyo vitamwagilia zaidi ya ekari 1440 na kuongeza uzalishaji wa mazao na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, mkuu wa mkoa huo Martin Shigela amesema utekelezaji wa mradi utachangia kuongeza ajira, kuongeza thamani ya mazao na kurahisisha upatikanaji wa chakula na mazao ya biashara kwa wananchi wa kijiji cha Mwilima. Amesisitiza wananchi wanatakiwa kuhakikisha usalama wa vifaa na mitambo ya umwagiliaji ili mradi hudumu kwa muda mrefu. Naye mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Geita Bonifasi Mkita amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2025/2026 serikali kupitia tume inaendelea na uchimbaji wa visima kwa kutumia mitambo ya serikali na kwa awamu ya kwanza Visima 36 vitachimbwa katika vijiji 32, vitamwagilia ekari 1440 na kuhudumia wakulima zaidi ya 747. Kazi zinazotekelezwa ni pamoja na utafiti na upimaji wa maeneo, uchimbaji, uchimbaji wa visima vyenye urefu wa mita 250, uwekaji wa mabomba yenye kipenyo cha nchi 6 hadi 8, pamoja na ufungaji wa mifumo ya kusukuma maji kwa kutumia pampu. Kasulu. Wajasiriamali wadogo wadogo mkoani Kigoma wametakiwa kuongeza ubunifu katika biashara zao ili kupata soko la uhakika ndani ya nchi na nje ya nchi katika biashara wanazozalisha. Rai hiyo imetolewa na mtoa huduma wa maendeleo ya biashara mkoa wa Kigoma Bwana Cristantus Kitumbi wakati wa mafunzo kwa wajasiriamali wadogo kutoka halmashauri tano za mkoa wa Kigoma. Mafunzo hayo yamefadhiliwa na serikali za Ireland na Norway na kutekelezwa na shirika la kazi duniani ILO kupitia mradi wa Kigoma Pamoja, na yanalenga kuwasaidia wajasiriamali wadogo kuboresha biashara zao. haya yanatarajia kuwasaidia hawa wajasiriamali hasa kupata mbinu bora za kuvutia wateja kupitia uwasilishaji mzuri wa bidhaa kwenye maonyesho ambayo pia wanategemea kwenda kuyafanya huko Nairobi nchini Kenya. Yatawasaidia hawa wajasiriamali ya kuwajengea uwezo, kulingana na kwamba wanaenda kukutana na wafanyabiashara au wajasiriamali wa nchi nyingine au wa kutoka mikoa mingine, ili waweze kupata pia uzoefu wa kuandaa mabanda ya maonyesho pamoja na kuweza kubadilishana mawazo ya kibiashara na wajasiriamali wengine kwa njia mbalimbali au kwa kutoa mafunzo aina mbalimbali ikiwemo pia ka haya mafunzo yaboresha maonesho ya biashara zako. Baadhi ya wajasiriamali walioshiriki mafunzo hayo wameshukuru wa Shirika la Kazi Duniani kwa kufanikisha mafunzo hayo na kwamba watahakikisha wanaongeza thamani na ubora wa biashara wanazozalisha. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura, watu elfu saba wameripotiwa kuathiriwa na matumizi ya dawa za kulevya nchini Burundi katika kipindi cha miaka mitatu, kuanzia mwaka 2022 hadi Septemba mwaka huu. Taarifa hizo zimetolewa na mkurugenzi wa shirika linalopambana na matumizi ya madawa ya kulevya na pombe haramu nchini humo la ORCOS, Bwana Rafaeli Ngendakumana ambaye amesema idadi hiyo inaibua hofu kubwa kutokana na ongezeko lake kila mwaka. Bwana Ngendakumana nge amesisitiza kuwa ni muhimu kuanzishwa kwa tume maalum ya taifa itakayoshughulika na mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya kwa ajili ya kulinda afya na mstakabali wa jamii ya Burundi. Tukiangalia namna hali ilivyo, tukizingatia idadi ya watu ambao tayari wana uraibu wa dawa za kulevya, takwimu zinaonyesha kuwa mnamo mwaka 2022 watu kati ya 2300 na 2700 walikuwa na uraibu wa dawa za kulevya. Hali hiyo inatokana na ongezeko la viwanda vya kuzalisha pombe kali, hasa pombe zinazofungashwa kwenye chupa za plastiki. Tunatoa wito kwa serikali kuongeza jitihada za kupambana na dawa za kulezawa antu na masaa akurahiizwayo kugira babifate Kinshasa. Shirika la chakula duniani WFP tawi la jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo limetangaza kuna hatari ya kusitisha kutoa misaada ya chakula nchini DRC katika siku za usoni kutokana na gala za shirika hilo kutokuwa na chakula cha kutosha. Hayo yamesemwa na bwana Mustafa Traol kiongozi wa shirika la WFP nchini DRC kwenye maadhimisho ya siku ya chakula ulimwenguni ambayo yamesherehekewa jana mjini Kinshasa. Bwana Traol amesema hali ya ukosefu wa chakula ni tete nchini DRC, kwani idadi ya watu milioni 28 inahitaji chakula huku mashariki mwa DRC, ambapo kuna machafuko ya kivita, watu milioni kumi ndiyo wenye uhitaji wa haraka wa chakula. Amesema mwaka huu WFP walitakiwa kutoa msaada ya haraka ya chakula kwa watu milioni 2.3 ila kutokana na ukosefu wa ufadhili wamewafikia watu milioni moja pekee. Aidha amesema mwezi huu wa Oktoba WFP itatoa msaada wa chakula kwa watu laki sita na kufikia Februari mwaka 2026 chakula kitakuwa kimemalizika hivyo WFP wanahitaji milioni dola za Marekani milioni mia tatu hamsini na mbili ili kupata chakula cha kutosha. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Makamu wa Rais Dr Philipo Mpango na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete leo wameshiriki kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Odinga katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi wakimbizi wa burundi wanaoishi kambi ya wakimbizi nduta wilayani kibondo mkoani kigoma wametakiwa kurejea nchini mwao kwa kuwa ulinzi na usalama vimeimarishwa na watu elfu saba wameripotiwa kuathiriwa na matumizi ya madawa ya kulevya nchini burundi katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2022 hadi septemba mwaka huu Waza wazua msikilizaji woga ni kivuli